Hapa tuko katika wilaya ya Chamwino aa, kijiji cha Chamwino Ikulu, na hapa ni kituo cha kupigia kura cha Chamwino, ambapo baadhi ya wakazi wa eneo hili wanaendelea kujitokeza hapa aa, kwa ajili ya kuja kupiga kura, lakini pia ndilo eneo ama ndipo kituo ambacho aa, mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi naye anashiriki kupiga kura hapa, ikiwa ni eneo lake kwa maana ya makazi yake, lakini mbali na yeye, wapo baadhi ya viongozi ambao na wenyewe watafika hapa kwa ajili ya kushiriki zoezi hilo na wakati huu basi tunakutana na mkuu wa wilaya ya Chamwino ambaye atatueleza yeye katika eneo lake mpaka wakati huu hali ikoje kwa ujumla wake, na kwa faida ya mtazamaji, utaanza na majina yako. Karibu. Asante sana. Kwa jina naitwa Janeti Mayanja, ni mkuu wa wilaya ya Chamwino. Kama tunavyofahamu, leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ni siku ya uchaguzi mkuu, na kwa upande wa wilaya ya Chamwino hali ya usalama ni shwari katika vijiji vyote mia moja na saba vinavyounda wilaya Chamwino, na kwenye uchaguzi huu mkuu, mkuu tuna vituo mia tisa sitini na moja kwenye majimbo yote mawili ya uchaguzi, kwa upande wa jimbo la Mvumi na jimbo la Chamwino, na wananchi, toka vituo vimefunguliwa, wamejitokeza sana kwenye vituo vyote vya kupigia kura, na of course wananchi wa Chamwino Unajua, kutokana na historia ya Chamwino, wananchi wa Chamwino wanajua wajibu wao hasa kwenye namna ya kushiriki kwenye matukio ya kiserikali kama tunavyofahamu, kwa sababu Ikulu iko wiku hapa. Kwa hiyo wananchi wamejitokeza kwa wingi sana katika vituo vyote vya kupigia kura, lakini pia kama tunavyofahamu, mwananchi namba moja wa wilaya ya Chamwino ni Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Kuwa na mgombea katika wilaya hii ya Chamwino wananchi wenyewe pia hiyo imewapa hamasa kubwa sana ya kujitokeza kwa wingi yeah. Pamoja na kujitokeza na kuimarishwa kwa hali ya ulinzi na usalama kama ambavyo umeeleza, lakini wakitoka hapa ni shughuli zinaendelea kama kawaida, ama hali ikoje huko mtaani? Kwa sababu nikiamini ulikotoka umetembea baadhi ya maeneo mpaka kufika hapa. Kimsingi kila mwananchi anakuja hapa anapiga kura, akishamaliza anarudi kwenda kuendelea na majukumu yake ya kila siku. Kwa hiyo baada ya kutoka hapo, wananchi wanaendelea majukumu yao kama kawaida y yeah. Una wito gani sasa, wakati zoezi hili ndio limeanza asubuhi na mpaka sasa hivi inapoendelea, kipi ambacho ungetamani kuwaeleza? Ah, ninawakumbusha tu wananchi wa Chamwino wale ambao bado hawajatoka kwenda kwenye vituo vya kupigia kula Kama tunavyofahamu, uchaguzi mkuu unafanyika kila baada ya miaka mitano Niwakumbushe watoke waende wakapige kura, wakatimize haki yao hii ya kimsingi ya kuwachagua viongozi watakao wavusha kwa kipindi cha miaka mitano, madiwani, wabunge, lakini pia na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. na kushukuru sana, nikutakie wakati mwema. Asante sana, basi kwa tukizungumza na mkuu wa wilaya ya Chamwino, ambaye ameeleza hali halisi ilivyo katika wilaya hii.